Afisa wa polisi aliyesimamia kituo cha polisi cha Kamukunji wakati wa maandamano ya Gen Z Robert Mugo amekanusha kuhusika kwa maafisa waliokuwa chini yake kutekeleza mauaji yoyote wakati wa maandamano ya mwaka jana. Mugo ambaye ametoa ushahidi kwenye uchunguzi wa mauaji ya Rex Masai, ameiambia mahakama kuwa maafisa wake hawakubeba bunduki, ila marungu na gesi ya kutoa machozi. Fumbo la ni nani aliyemuua Rex Masai, kijana wa kwanza kuuawa wakati wa maandamano ya Jenzi mwaka jana, linatarajiwa kuchukua muda zaidi kufumbuliwa baada ya afisa aliyekisimamia kituo cha Kamukunji Robert Mugo hii leo kukana kwamba kulikuwa na maafisa chini yake waliobeba bunduki kuwakabili waandamanaji. Mugo ambaye alifika kwenye uchunguzi unaoendelea wa mauaji ya Rex aliambia mahakama kwamba hakukuwepo waandamanaji wowote wa maeneo ya ukanda wa chini wa Nairobi alikokuwa amewatuma maafisa sitini kukabiliana na wakora waliochukua fursa ya maandamano hayo kupora biashara. Hata hivyo, afisa huyo ambaye kwa sasa anasimamia kituo cha polisi cha Gidhurai ameiambia mahakama kwamba walipofika wanajeshi wa KDF jijini kusaidia kudhibiti hali hakukuwepo na ushirikiano wa aina yoyote kati ya polisi na KDF. Uh,

Aidha, mahakamani hii leo, mkurugenzi wa mashtaka ya umma amelalama kucheleweshwa kuanzishwa kwa kesi inayowahusu ndugu wawili wa Kianjokoma waliouawa mwaka 2021 akiiomba mahakama kuwashurutisha washukiwa wa mauaji hayo kufika mahakamani ili kuanza kwa kesi hiyo, akidai wamekuwa wakitumia mbinu za kuichelewesha kesi. Shall Kamau Mwangi, Runinga ya Citizen.